Tujifunze kitu hapa wajomba, lolote unalowaza kulifikiria, ndilo linalokuwa. Ukiwazia na ukaifanyia kazi yale mawazo yako unayowaza ndicho kitu kitakachotokea. Ukiwazia uwe na nyumba kubwa sana kama State House, unatakiwa uanze ku dream. Sasa upo ndani ile nyumba, unatembea, unafanya hivi, unafanya hivi, watu wamekuja, umewaona kama wewe bwana tajiri, labda watu wamekuja kuomba msaada kwako, unatakiwa uanze kuwazia yale mambo ya mbele yatakayotokea. Sijui umenielewa, yale ya mbele ambao unawaza yatatokea, ndo inabidi uanze kuya practice. huku unafanyia kazi jinsi ya kufika pale kwenye yale mambo ambayo yanatokea. Kama unaomba yale mambo au unawazia yale mambo yatokee kule mbele, basi kuna vitu ambavyo vitakupitisha ufike kule mbele, kwamba ufanye kazi kwa juhudi, au biashara zako ufanye kwa juhudi, na vile vile umuombe Mungu kwa juhudi ili aweze kufikisha pale. <coughs> lolote unalowaza Mwenyezi Mungu ametupa uwezo wa kile kitu chote unachokiwaza kikatokea. Kwa hiyo basi, maisha yako utayatengeneza wewe mwenyewe. Kama utawaza kama unatembea barabarani unaokota makopo ukauze, basi ujue utaelekea kwenda huko. Lakini kama unawaza uishi maisha mazuri, basi nenda huko. Unawaza ununue gari zuri, nenda showroom, kaulize bei ya gari. Hata kama hela huna, nenda kaulize ile bei, gari inauza bei gani? Fungua ndani, liangalie. Umeelewa? Anza kuishi maisha ambao yale unategemea kuja kuyapata baadaye, ndiyo utakuwa una uwezo wa jitahidi uishi maisha yale, kwamba hata ukienda pale waweze kuruhusu kufungua ile gari, kuliwasha, kuliangalia, kuangalia injini, waweke betri, wa watesti, kutokana na hali ambayo wewe mwenyewe umejipa, value ambayo wewe mwenyewe umejipa. Maisha yako yanaundwa na wewe mwenyewe, na maisha yanaanzia hapa. Ukishaanza kufikiria hapa, then unaanza kuimaginate kwamba hichi kitu kitakuja, imagination. Unaanza kuimagine kwamba okay fine, nitakuja kuishi maisha haya, nitakuja kuwa hivi, yanakuja kutokea. Yapo mambo mengi sana mimi niliyawaza nikiwa mdogo nimekukuwa mkubwa nimekuta yamekuja kutokea, hadi nikabaki najiuliza hichi kitu bwna, ilishakiwazaga zamani, lakini kweli nimekuja kukifanya na kinakwenda. Ndio unaeza ukapata hapa hapa na pale, lakini kinakwenda. Kwa hiyo kikubwa sana kuwa positive. Yani usiwemsemaji kwa Kiswahili. Yani, uwe na mawazo chanya, mawazo ya mafanikio, sio mawazo ya kufeli. Utafika mbali. Ivan the don, keep watching my videos. Kuna nondo naza kuusha nondo ngumu ngumu. Share na wenzako, subscribe kwenye chaneli yangu, utaenjoy vitu vingi sana. Nawapenda sana, na mafua Sauti yangu haiko vizuri, lakini nimejitahidi leo nimerekodi. Natakia siku njema, mbarikiwe sana. Wewe ni tajiri, wewe una uwezo, wewe ndio itakaitoa familia yako. Bai.